Haya, ndo yule yule mzee wa vitu vizuri e, leo tena nimeamua kuwaletea mjengo wa kibabe sasa. Huu wewe kama mpambanaji na unania kumiliki nyumba, sasa hii ni nyumba hii nyumba, ndugu mteja, nyumba hii siyo ya jengauza. Nyumba hii ni ya bosi mwenyewe, ana shida na hela, kafikwa na shida ya hela. Inatupwa kwa thamani ya shilingi milioni thelathini na tano tu ya Kitanzania. Narudia tena inatupwa kwa thamani ya shilingi milioni thelathini na tano tu ya Kitanzania. Nyumba hii vine, master, viwiri, ina vyumba vinne, vyumba viwili master, ina choo cha public viwili, ina sitting room, ina dining na ina store, ina baraza mbili. Bei ni shilingi milioni thelathini na tano tu ya Kitanzania. Nyumba hii ndugu mteja imeisha kila kitu, ina fulu rangi, ina fulu vioo, ina fulu tiles. Nyumba hii ipo vianzi vikindu, vianzi. Narudia tena, nyumba hii ipo vikindu vianzi. E, ni mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga. Nyumba ipo mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga. E, narudia tena, nyumba ipo mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga. E, maeneo ya vianzi vikindu vianzi, narudia tena vikindu vianzi, nyumba ndipo ilipo. Mwenyewe ana shida. Namba zangu ndo zile zile 0612812960 au 0756548544. Ni wote mnakaribishwa. Nyumba sio ya kwenda kuangalia, mteja njoo na hela keshi, yani mteja njoo na hela serious. Nyumba sio ya kwenda kuangalia.